Mpate ajira na uzuri ni kwamba rais ambaye tunamtegemea anasapoti sana vijana, anasapoti sana kujiajiri, au sio? Pawa pawa, naishiwa pawa nikikosa ujuzi kichwani naishiwa pawa. Sei tuimbe wote, pawa pawa nini, nin naishiwa pawa nini nikikosa ujuzi kichwani naishia. Sijasikia, tuimbe. Naishi, naishiwa pawa, nikikosa ujuzi kichwani naishiwa pawa hapo, na pawa. Na pawa. Pawa pawa pawa, nasemaje? nikikosa ujuzi kichwani naishia, nasema hii ni na pawa, kama pawa ni pawa ya serikali inaboresha maarifa vijana, tuwe tayari kwenda VETA, kwenda sawa na elimu lazima, pawa ya fani, hipawa ya fundi stadi na jasiri ya mali. Hipawa haina los ukienda VETA wekosi, yani pawa ya ujuzi, ukipata wewe ni bosi. Hakuna jokes, serikali haichoki, inazidi kupambania fundi stadi ndio sosi. Usome sawa, upate pawa, ndio pawa sawa, huu mambo faa, sio mbaya kwa kuweka ujuzi juu nyu. Vijana tuwapambana kwa sana, tupate pawa, twende VETA tukasome, serikali imetupa Ufundi umeniajiri na pawa mimi Mtanzania. Ujuzi utanipa utajiri nami nitawapa ajira. Sasa hakuna siri ufundi stani ndio. Ongeleni kwenda peta wanawake na Samia. Say pawa pawa. Naishi wa pawa. Nini? Nikikosa ujuzi kichwani naishi wa pawa. Wazazi tu support. Pawa pawa pawa. Naishi wa pawa. Ehe. Nikikosa ujuzi kichwani naishi wa pawa. Hii ni pawa ya wa, hii ni pawa ya wa. Ukiuliza pawa gani, uambie pawa ya ujuzi. Vijana ndo tefa la kesho na sasa na siyo ujuzi, kwa hiyo tutafute pawa ili tuvuke viunzi. Nimesoma VETA Tabora, mwanzoni swali ni cheka, nikatafuta pawa sasa, wazamike sipikilia jira nanipo na peta, naielewa serikali inavyojenga hizi VETA Unajua, ujuzi na elimu sasa hivi ndiyo pawa. snamoneloni mati anavyofanya ndio sawa, wote tupambane kwa fani ndio sawa. Usogope wewe msomi kwenda vetu, au sio? Twimbe pawa pawa pawa, naishiwa pawa ee, nikikosa uji kichwani naishiwa twimbe team pawa pawa pawa, naishiwa pawa. sema nini? Nikikosa ujuzi kichwani na ishiwapawa vyo vya ufundi vikkuwafaya vijana wote tunajivunia, uchumi wetu unazidi kukua, vijana wote tunajivunia, uchumi wetu unazidi, vijana tunajivunia, pongezi viongozi wetu, mama Mama Samia suru na, viwanda viwe mbele, Tanzania mbele, hakuna makelele, tunasonga mbele, viwanda viwe tele, Tanzania mbele, hakuna makelele, sewote, yaani pawa pawa, nini naishi wa pawa hapa.